Viwanja vya ndege vya kijeshi katika maeneo matano ya Urusi, ikiwemo Siberia na Mashariki ya Mbali, vimeshambuliwa kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yaliyoratibiwa na Kiev. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilisema Jumapili. Vyombo vya habari vya Ukraine vimevitaja mashambulizi hayo kuwa operesheni kubwa inayolenga anga ya kijeshi ya kimkakati ya Urusi. Kwa mujibu wa Moscow, mashambulizi mengi yalizimwa, ingawa baadhi yalisababisha uharibifu wa mali, lakini hakuna vifo vilivyoripotiwa. Viwanja hivyo vya ndege vipo katika mkoa wa Murmansk kaskazini, mikoa ya Ivanova na Ryazan katikati mwa Urusi, mkoa wa Irkutsk huko Siberia, na mkoa wa Amur katika mashariki ya mbali, kwa mujibu wa taarifa ya wizara ya ulinzi ya Urusi. Mujibu wa vyombo vya habari vya Ukraine, viwanja hivyo vya ndege vinahifadhi ndege za kimkakati ya Urusi aina ya tu-95 na tu-22m pamoja na ndege ya upelelezi ya a-50 pamoja na ndege nyinginezo. Hata hivyo, Wizara ya Ulinzi ya Urusi haijathibitisha hili wala haijafichua aina ya ndege zilizoko katika viwanja hivyo vya ndege. Hii ni mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya miaka mitatu tangu mzozo wa Ukraine kuzidi kuwa mkubwa, ambapo Kiev vimeshambulia vituo vya kijeshi vya Urusi vilivyoko Siberia na Mashariki ya Mbali. Mashambulizi yote yalitekelezwa kwa kutumia ndege zisizo na rubani za kujiua, yaani kamikaze, zenye kamera ya mtu wa kwanza, first person view, Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilisema, ikiongeza kuwa baadhi ya drones hizo zilivurumishwa kutoka maeneo yaliyo karibu kabisa na viwanja vya ndege pia ilituhumu utawala wa Kiev kwa kufanya mashambulizi ya kigaidi. Mujibu wa vyombo vya habari vya Ukraine na Urusi, drones hizo ziliondoka kutoka kwenye malori yaliyokuwa yameegeshwa karibu na viwanja vya ndege na kubeba makontena. Kituo cha Telegram cha short kilichapisha video inayodai kuonyesha ndege kadhaa zisizo na rubani zikichomoka kutoka kwenye moja ya makontena hayo katika mkoa wa Irkutsk. Mashambulizi hayo yalikuwa sehemu ya operesheni kubwa ya Ukraine inayolenga anga ya kimkakati na yenye jina la siri Spiderweb, kwa mujibu wa vyombo kadhaa vya habari vya Ukraine ikiwemo Channel 24 na RBK Ukraine vilivyonukuu vyanzo kutoka idara ya usalama wa ndani ya Ukraine SBU. SBU ilithibitisha kuwa ilikuwa nyuma ya operesheni hiyo kwa kuchapisha picha ya mkuu wake Vasili Maliuk akiangalia ramani zinazoonyesha viwanja vitano vya ndege vya Urusi. Idara hiyo ya usalama pia ilidai kuwa karibu theluthi moja ya ndege za kubeba makombora ya masafa marefu za Urusi zililengwa katika mashambulizi hayo. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Ukraine, idara ya usalama ya taifa iliandaa operesheni hiyo kwa zaidi ya mwaka mmoja na nusu kwa kusafirisha taratibu drones na makontena ya kuhamishika kuingia Urusi. teni hiyo pia inasemekana ilisimamiwa moja kwa moja na rais wa Ukraine Vladimir Zelensky ambaye anaripotiwa kudai kuwa jumla ya drones 117 zilitumika katika mashambulizi hayo katika mikoa ya Ivanova, Ryazan na Amur, mashambulizi yalizimwa na haya kusababisha uharibifu wala vifo kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Katika mikoa ya Murmansk na Irkutsk, mashambulizi yalisababisha baadhi ya ndege kuwaka moto, iliongeza hiyo ya moto ilizimwa haraka, kwa mujibu wa jeshi la Urusi. Hakuna vifo vilivyoripotiwa katika tukio lolote, na Wizara ya Ulinzi haijaripoti kupoteza ndege yoyote kutokana na mashambulizi hayo. Vyombo vya habari vya Ukraine vimedai kuwa takriban ndege 40 ziliharibiwa katika operesheni hiyo, ikiwemo bomba kadhaa ya kimkakati. Mamlaka za Urusi hazijatoa maoni kuhusu madai hayo. Mashambulizi haya yalitokea siku moja kabla ya mazungumzo yaliyopangwa kufanyika kati ya ujumbe wa Urusi na Ukraine mjini Istanbul. Mataifa hayo mawili yalikuwa yamepanga kufanya duru ya pili ya mazungumzo ya moja kwa moja yaliyoanzishwa tena hivi karibuni ambayo yalikuwa yamesitishwa kwa zaidi ya miaka mitatu baada ya Kiev kujiondoa kwenye mazungumzo hayo mnamo mwanzoni mwa mwaka 2022.